Tuliokuwepo kazini na bosi tulishirikiana kuuzima na faya tingisha maji, lakini moto ulishindikana, ikabidi tutoke. Mimi niuma sana dj, afu mashine zote zimeungua mpaka dakika hii hapa, tuelewe tunapataje na ulaji kwa kweli, tutahamisi vitu vingi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ilikuwa kwa kweli inawasaidia watu aina mbalimbali, wenye stresi zao na ambao hawana stresi, ilikuwa ni sehemu kwa kweli ya watu wanapenda kuburudika, ni sehemu watu walikuwa wanapenda kupumzika kwa kweli. Watu watamisi sana. Baada ya kusikia hili tukio, tukawahi kuja kuokoa. Kuna baadhi ya vitu tumeokoa kama magodoro, vitanda na, na vitu vingine vya, vya, vya, vya, kwenye vyumba, lakini vinywaji vingi vyote vimeungua, ambapo kwenye sehemu ya ya ya roja, ya nani, ya ya, ya baani. Kwa hiyo kule vitu vyote vimeungua, ila sehemu ya vyumba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 ni almost kilomita 47 kwenda msini. Kwa hiyo tunapokuwa tunapokea taarifa uh, kwa umbali huo na ukizingatia pia kwamba wananchi pia wanatoa taarifa kwa kuchelewa wakati mwingine. Kwa hiyo tuna delay element ya almost saa nzima hapo katikati. Kwa hiyo moto tunapokuwa unawaka, ndani ya saa nzima hamjafika kwenye tukio, ni changamoto. Jeshi la Zimamoto kwa ajili uh, kwa mkoa wa Geita au kwa ina, ina, ina mpango wa kuanzisha ofisi hapa mkoa uh, kwa mji wa Katoro. Kwa hiyo muda wote tu uh, kwa, kwa mwaka huu naamini kwamba haitapita kabla hatujaanzisha ofisi hapa na kusogeza huduma ya jamii ya zimamoto karibu na huduma uh, wananchi.